Yes, mwana sawa sawa digital niko hapa kupiga story na wewe mwana chuo mwanaelimu ya juu mnajiita e, kutokea Tanzania kutokea duniani kote, moja kati ya vyuo ambavyo pia kwa duniani usipovizungumzia basi unakuwa hujataja chuo kikuu duniani, kinafahamika kwa jina la e, Harvard University. Ni moja kati ya chuo ambacho ni kikubwa sana na kinafahamika nchi nyingi duniani kote e, kuna baadhi ya watu ambao pia wanapata nafasi ya kuweza kwenda kusoma huko na vitu vingine vinakuwa vinaenda poa, vinaenda poa kabisa. Sasa e, chuo kikuu cha Harvard kimekuwa na, na taasisi ya kwanza au imekuwa ni taasisi ya kwanza au ndio chuo cha kwanza cha elimu ya juu duniani kutokea huko Marekani kukataa moja kwa moja kutii maagizo mapya kutoka kwa utawala wa Trump. Harvard, eh, chuo kikongwe na tajiri zaidi nchini humo Marekani, kimejikuta katika eh, mvutano mkali eh, kati ya uhuru wa kitaaluma lakini pia na mashinikizo ya kisiasa, kwamba chuo hiki kimeamua kupinga baadhi ya vitu ambavyo vinafanywa na Rais Donald Trump. Sasa, mgogoro huu ulianza kama mjadala kuhusu uhuru wa kuweza kujieleza baada ya vita ya Gaza, lakini sasa umekuwa kama tishio kwa mfumo mzima wa elimu ya juu nchini Marekani. Profesa Andrew Kaspo, eh, Kaspo eh, Profesa Andrew Kespo Uh, kutokea shule ya sheria ya Harvard anasema kwamba viongozi wa vyuo mnakabiliwa na chaguo gumu sana katika kufuatia mashinikizo ya serikali au kutimiza dhamira ya chuo. Sasa mashani, eh, mashinikizo hayo yanakuja kutokana na wafadhili wa nje, ikiwemo serikali shirikishi lakini pia watu hao ambao inakuwa ina uwezo wa kuweza kuathiri bajeti na uendeshaji wa vyuo vikuu. Wakati huo huo, vyuo vya Marekani vina nafsi kubwa kabisa, au nafasi kubwa kabisa katika maendeleo ya taaluma kama vile tiba sanaa teknolojia na sayansi kutokea huko nchini eh, Marekani kwa sasa. Swali kubwa linaibuka, je, yeah, elimu ya juu nchini Marekani inaweza kuendelea kuwa huru na ubunifu ikiwa itazidi eh, kushinikizwa na siasa? So Harvard imekuwa ikipinga baadhi ya vitu, haitaki kushirikiana na masuala mazima ya kisiasa kwa sababu anajua kabisa kuna baadhi ya vitu vitaweza kufeli na mambo yatakuwa hayako sawa kabisa. Lakini kama mwana sawasa sawa digito, yapi maoni yako kuhusiana na chuo hiki cha Harvard kuweza kuchukua uamuzi huo kuweza kupinga baadhi e au kupinga baadhi ya vitu ambavyo vinaanzishwa na serikali ya Trump kutokea kule nchini Marekani. Drop comment yako hapo apo takometisha kinoma noma. Katika Instagram, Facebook pamoja na X tunapatikana kama sawa sawa digital, hapa YouTube tunapatikana kama sawa sawa digital pia. Eh, subscribe channel yetu ili ilikuweza kupata taarifa nyingi zaidi. And my name is Zildad kabisa. Ciao.